Na leo nimesimama hapa au nimekaa hapa kama balozi kutoka Mandasi Store. Mandasi Store kampuni ambayo inafanya biashara ya kuwakopesha Watanzania simu kisha Mtanzania analipa kidogo kidogo. Na kwa nini Mandasi Store tuko hapa? Nataka kuongea kwa ufupi sana. Moja kati ya wasanii wakubwa katika nchi yetu ya wa Tanzania, wasanii ambao wana nguvu katika jamii ya Kitanzania, wasanii ambao wana heshima katika jamii ya Kitanzania pamoja na international level. D Voice, msanii kutoka WCB, ameamua kuipeleka burudani kwa Watanzania wote waliopo kanda ya Ziwa. Hakuna msanii yoyote ambaye atafanya tour kubwa kama tour ambayo inaenda kufanyika uh, this time around kutoka kwa D Voice msanii kutoka WCB msanii pendwa, um, anayeongoza kwa sasa hivi kwa numbers. Waulize wasanii wote wa singeli, hata hao wanaokuja kuja kwa numbers, maanake ni msanii anayepiga miguu. Ukitaka RNB unapata, ukitaka singeli unapata, ukitaka uh, kidaruso unapata. Unataka wewe kitu gani kutoka kwa D Voice? Unapata. So ni muda umefika, watu wa kanda ya ziwa kwenda kupata burudani kwa msanii sahihi kutoka WCB D Voice. Jambo kwa show na perform magomo wote watu, watu wanaitika. Kwa hiyo nikatika kuonesha tu nafasi yangu mimi kwa D Voice kuna watu jua wachukulia poa. Sasa, utakiwi kuchukulia poa uh, kama D Voice nimetamani kuonesha nafasi yangu hivyo nipende tu kutoa tena shukrani kwanza kwa Watanzania wote. Taomba watokee katika D Voice tour watu wa Shinyanga, watu wa Nyamongo, watu wa Mwanza tunaanza na nyinyi kabla ya kumsindikiza tajiri kuelekea London kwa mara ya kwanza, watu wajua tu kujita London boy, nimeaniliu kuwa na target target nikuja London. Kwa hiyo nipende pia kutoa shukrani kwa uongozi wangu wa WCB na brothers wangu wote akina Bi Levo, baba wasanii wote ambao wananisuporti kwa sababu wao wanasababisha kuonekana tu nipo karibu nao, tu ni platform. Unajua, kukaa na mtu kama baba Levo sasa hivi ambaye kakuzidi nafasi katika jamii ni platform ya kujengea uaminifu ni platform ya kujengea michongo mingine ya fedha, lakini pia ningependa kutoa shukrani kwa, kwa mdhamini wangu mkuu Mandazi, mzee asante sana, umewezesha mchongo, shukrani sana mkumanda, kaka ningependa tu kuambia watu wangu wa Nyamongo wa Mwanza wa, wa, wa uh, wapi wa, wa, wa pia wa Shinyanga, mimi mm, mwenyewe binafsi nikitoka hapa naenda kukopa simu kwa Mandazi, bwana Mandazi eh, naomba nije kukopa, yeah. <laughs> Nikitoka hapa mimi nitakuwa kiongozi wenu wa kukopa, kwa mtadaiwa peke yenu <laughs> lakini pia na wadhamini wengine wote, Kiseki, asante sana, Smart Genius, asante sana. Lakini shukrani za dhati sana ziende kwa mzee wangu Manda Store. E bwana, siogope kukopa na mzee katurahisishia kabisa, unapata mbala unachezea tena, hakufati mara kwa mara, umeambiwa hmm. na wewe unalipa kwa awamu <laughs> <laughs> na kinachotakiwa sio hela, nenda tu na kitambulisho chako, unaona yeah. gani kutoka <laughs> na kitambulisho chako kama kawaida, divorce party lazima zijae. Sasa wewe kama unakuja na mpenzi wako, njoo na kitambulisho chako mapema baada kashangaa mpenzi wako alilia tambo pale. Una kisoswadu, unaanza kuangaika <laughs> kati manda zipo. Yuko pale. Nimekurahisishia hata mpenzi wako akilia tambo pale pale kwenye show, wewe unatoa kitambulisho tu toi hela bwana, kitambulisho changu hiki na ndikeni unachukua mbala, unasebenza. Asante sana baba. Nashukuru sana. Mejakunta kunta na pengo na tuli, watu walomziba lile pengo aliwageuka <laughs> nawajua wajua wale. Walu, wata, w, management yake ya kwanza ya ambao walitoa hela kwenda kuziba lile pengo, alikuja kukorofishana nao akasema hataki awa. Na kwambia kweli, mi sitajua, na tawambia wale jamaa waje wakachukue lile jino lao, kwa sababu najua mwisho wa siku no lazima uwezi, uwezi kuwa na mdomo aati tunajua siri zako. Tawaambia wale ile management ya kwanza wakachukua jino lao, ili Meja Kunta arudi kwenye pengo lake. Mwambie bwana. Asante sana. Sasa ah, sasa, ningependa ni niweke sawa hili swala kwa sababu sikutaka kulizungumza kwa muda mrefu. Mimi ningependa tu nitoe ushauri kwa mabrothers wangu, lakini kwa wasanii wote wa Singeli. Ujue Singeli sasa hivi, mfano kama mimi nafanya muziki ni biashara kwa sababu ndio inaendesha maisha yangu, inaendesha kila kitu. Yaani mimi sina biashara nyingine nje ya muziki. Kwa hiyo unapokuja kwenye sekta, Ile gari inauza milioni 29. Ile gari ile gari ambayo Mwijaku amemzawadia mke wake Eh, wameenda kununua kwa pamoja alafu, eti baadaye, wow! timu na kati wamepatanisha bei pamoja <laughs> Yeah! Milioni 29, wow! Yani ni uongo ambao haufanani na ukweli, vitu wamepatanisha, tushushie hey! <laughs> Unajua hii dunia hii, unajua hii dunia ni vitu vya ajabu sana <laughs> unajua mijako amenikumbusha Shilole. Shilole, Shilole tulienda kununua naye plado. Tukalipa hela lakini kila kitu kalichagua. Siku linaletwa eti akalia. Asa unalia, ni akatukia Eh ni kweli mwijako amesema kwamba nilivyompeleka ni Diamond kwenda kuangalia ghorofa langu, namna ambavyo ujenzi unaendelea. Diamond ndo hatonipa chochote kwa sababu eti akinipa hela, eti Santos atasikia uchungu, Momo atasikia uchungu kunipa hela Diamond Kafunua fursa kwa ndugu zake wote, mali alizo nazo Santos, mimi nijitafute, ni some ni faulu.